Nitaenda kuwafundisha jinsi unavyoweza kutengeneza hela kwa kutredi kwa kutumia Pocket Option, ambayo application yake ndo kama hivi inaonekana kama hivi iye yeah, hapa hivi kwa wale ambao hawajui mambo ya forex mnaweza pia kujifunza kwa muda, ukajifunza kwa kiasi. Haitaji elimu sana, ile inahitaji tu na ule uwezo wa ku wa kuweza tu kuamua soko inaenda wapi kwa muda huu. Na maana utafungua moja kwa moja hivi utaingia hivi, hapo mwanzo itakuja kukuomba ku kusaini au kufungua akaunti kwa mbaye wewe una akaunti, ila kwa mimi ambaye na akaunti inanileta moja kwa moja. Kitu cha kwanza utakapoingia wewe takuleta sehemu kama hii hapa sababu hii, hii ni kama betting kwamba unatabiri tu inaenda juu au inaenda chini, kwamba uweze hata ukafanya analysis. Yani sio halisi, sio forex halisi ambayo unaweza kufanya. Hii inakuwa na riski kubwa mno, kama kubeti tu. Kwa utakachokifanya ho utaepukana nayo spendi pia inaweza kakufanyia ikakuletea faida kwa kiasi kikubwa, lakini mimi kwangu naona bora mwachane nao, kwa sababu inaweza kusababishia tu hasara kubwa. Sasa trade bora, utakuja hapa sehemu hii ambayo imeandikwa forex, hii sehemu ambayo imeandikwa forex, utakuja sehemu kama hiyo, utafungua huku juu, utabonyeza ambayo forex, hii sehemu ambayo imeandikwa forex, hii hapa, hii ndio ambayo utaigusa. Ukigusa kama hivi itafunguka hapa hivi. mimi nisha, utaingia sehemu kama hii hapa hii. Utaingia u utaifungua kama hivi, itafunguka kama hivyo. Ukiingia cha kwanza hiyo, ambayo utakuwa ndo naanza, itabidi kwanza ufanye kudipositi au kuweka hela. Utabonyeza hii hapa sehemu ili kuweza kudi, kuweka hela. Sehemu kama hii hapa hii yenye kadola hapa utabonyeza kwa hapo chini utabonyeza kama hivi. Baada ya kumebonyeza kama hivyo, utakuja kama hii sehemu ya ku deposit kwa wewe ambaye una kwa mbaye ndo unaanza, utabonyeza utaingia huko ndani, kisha utafunguka kama hivi, utachagua hapa aina au njia io unaotaka kuweza kufanya depositi yako kuweka hela huko um. Ndo hivyo kifanya, baada ya kumeeka hela, chukulie mimi sasa, kwa mfano hapa, ambaye tayari mimi na hela huko, tarudi tena huko huko. Sorry, hapa nimeingia kwenye demo, naona sijaingia kwenye lili, lakini natakiwa niingie kwenye lili, kotaingia kwenye hii ambayo imeandikwa lili, sio demo. Demo ni, ni kwa ajili ya kujifunza pia kama hauna ujuzi sana wa forex, bora uanze na demo kwanza, ambao utumie hela halisi. Utajifunza huko hapo, baadaye ukishapata ujuzi wa hali ya juu ndo utakuja huko e, kama hivi. Ukishafanya ku deposit hapa, uta uta hasa utakuwa na, kwa mfano wewe ambaye unajua forex, utakuwa umeshafanya kuanalyze soko, unaelewa kwamba hii bei inashuka au inapanda. Sasa kuna kitu kimoja, kwa sababu forex sio kwamba unatrade kwenye sehemu moja. Aa, kwa sehemu ambayo dola au nani pair, kwa sababu inaenda in pairs. Pairs, tunazipatia hapo. Ukibonyeza hapa utakuja kama hivi, unaona hizi zote ni currency. Ukija kwa hapa hivi ni Bitcoin. Ukija kwa hapa tunaona hizo kuna gold kuna nini. Ukija hapa kuna mafuta pia, kuna shares za makampuni kwa hapo pembeni. mara moja mi mara nyingi waga, napenda sana kutumia currency, na kama kama napenda kutumia hiyo hiyo dola na, na dola ya Japani moja kwa moja kama hivi. Kwa mfano kama umeshafanya analysis yako utakuja uangalia hapa lot size unaopenda kutumia hapa, utajaza lot size mimi natumia lot size ya 0.01 kwa sababu pia mimi ni beginner na sina mtaji mkubwa wa kuweza kuenda kwa mfano kutumia lot size ya moja ambayo almost ni dola hamsini. Kwa hiyo mimi sina huo mtaji, nitatumia lot size ya 0.01 au 0.02. Kwa mwenye dola kumi utatumia hiyo, mimi nashauri utumie hiyo ili pia kuepuka riski. Asa mimi hapa hivi nimeonyesha tayari, nilikuwa nishaweka order na hii hapa, na, na hii hapa na bado inaendelea, na hii hapa ndo profit ambayo mpaka sasa hivi nimeshatengeneza hiyo dola 4, na bado inaendelea kupanda kushuka hivyo hivyo, inapanda inashuka. Na maana ina maana ukiona sehemu ambayo unaona umelizika, utakuja ubonyeze hii hapa sehemu imeandikwa close. Na maana ukiclose utachukua profit yako na moja kwa moja utatoka sokoni kuingia sokoni kuingia sokoni, ni unatumia tu hivi ili, kama unaona soko linapanda kwenda juu, ina maana utabai. Soko linaenda chini, hapa utaseli. Kama mimi hapa nimesha, nimesha seli kwa sababu niliona soko lina linashuka chini, niliseli. Na enter yangu ni hapa, nilienta kwa hapa kwa, kwa bado soko inaendelea kushuka, kadri inaposhuka ndo unavozidi kutengeneza profit huko kwa ndo hivyo. Kama ukitaka ku withdraw, unataka ku withdraw, utakuja sehemu kama hii kama hii utabonyeza tu hapa, kisha utakuja sehemu ya ku withdraw ambayo ni hapa. Hii ndio ndo sehemu ambayo unafanya ku withdraw hela zako, baada ya kume ume umetengeneza faida na unaona ni muda sahihi wa kuweza kutoa hela kwa ajili ya matumizi, unaweza kuja sehemu ya withdraw. Kumbuka hii ni forex halisi, sio sio kwamba sio sehemu ambayo labda unahofia, una kwamba hela zako zitaibiwa haa. Hizi zinakuwa chini ya usimamizi. Pia utafanya trade zako humo, ukipata faida ndio hivyo, utakuwa unatoa ila, lazima ina risk management ya hali ya juu, ni unapanga kwa mfano, leo unataka kiwango fulani na uchezea hapo. Pia kwa mtu ambaye una lots, una mtaji mkubwa, pia unaweza kutumia lot size hata ya moja. Kwa mfano hapa tunaweza kuona lot size ya Zero point moja ni dola hamsini ila kwa ambayo, ambayo kama wewe una hela sana una mtaji mkubwa unaweza kutumia lot size ya zero point zero moja ambayo kwa hapa ni dola tano tu, dola tano. Pia kwenye mitaji mikubwa unaweza tena ukatumia hata lot size ya moja ambayo ni dola, dola karibu mia, mia tano hivi, na kwa na kwa na kwa mwenendo wa soko kwa mfano hapo hivi mimi navyoenda pale kwa, kwa mfano ningekuwa na dola hata mia hiyo, tuseme mia tano ningekuwa karibia na almost profit ya, ya dola karibia mia mbili, ambao ukichenji uki kibongobongo kama laki sitini hivi e, kondo hivo sawa. Pia kusubscribe, like, comment kwa watu wengine pia waweze kupata michongo kama hii.